Katika maisha yao ya kila siku, kwa kweli sisi tunakushukuru, na mimi kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan na kwa niaba ya viongozi tuliopatana nao, kwa kweli tunakushukuru sana kwa hicho ambacho umekifanya katika eneo hili, lakini pia nikupongeze kwa kuupa heshima mwenge wetu wa uhuru. Laiti hiyo leo hii kituo hiki kisike kuwepo, naamini tukaenda kujionea mambo mengine, lakini kutokana na la mapenzi muliowafanya wewe pamoja na timu yako yote ukaona iko haja ya mwenge wa uhuru kupitia kituo hichi kuja kujionea kitu gani ambacho kiko hapa na kitu gani ambacho kitatoka hapa kuweza kuafikishia jamii. Kwa kweli mi binafsi ni kushukuru kwanza kwa kunikaguza kule ndani. Kule ndani nimejionea mambo kuitugwa na nchi ambayo kwa kweli huamini kama haya mambo atafanyika katika eneo hili. Pigeni makofi mengi sana. Kule ndani lakini pia muna vitanda vizuri pamoja na vyoo vizuri, jambo ambalo wanajamii na wetu ambao watakuja kupata huduma katika eneo hili hawatokutwa na changamoto ya aina yoyote. Wataishi katika mazingira yenye amani, yenye upendo, yenye mshikamano, lakini mazingira ambayo yanaendana na sifa ya kuishi mwanadamu. Kwa kweli, mimi nakushukuru na nakupongeza sana, lakini pekee nashukuru sana ndugu miongozi wa serikali ya wilaya wakiambatana na kamati yao ya usalama ya pamoja na, na, na halmashauri kwa maana ya mkurugenzi. Naomba mpige makofi mingi sana mkurugenzi, wene wa kweli meshima haya. Mimi ni mshukuru sana ndugu mkurugenzi, kwa kweli wamefanya kazi kubwa, na kazi hiyo tunaiona ndani ya halmashauri hii leo hii. Takia asubuhi wakati kunakipinda mwenge wetu wa uhuru, kwa kweli tumejionea mambo ya kitofauti ndani ya wilaya hii, pigieni makofi mingi sana yote ambayo tumepitia mpaka sasa ni miradi mizuri na ni miradi ambayo inakidhi wananchi katika maeneo husika. Lakini pia ni kupongeza kwa kuhamasisha swala zima la utumiaji wa nishati safi na salama, lakini pia swala zima la kuhifadhi mazingira. Nchi yetu hii kwa kweli ilikuwa imepoteza haiba na nuru ya kijani ambayo tulikuwa tunajivunia muda mrefu. Maeneo mengi watu wamekuwa wakikata miti ovyo kwa kwenda kupikia kwa ajili ya kuni. Leo hii Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja na mageuzi makubwa juu ya wananchi wa kitanzania juu ya kutumia nishati safi ya kupikia. Tunaombe sana, ndugu wananchi, tuunge mkono hizi jitihada za serikali. Lakini pia huko nyuma tulikuwa tunaambia ukikata mti panda mti, watu wetu walikuwa hawaelewi, mtu anakata mti halafu anaacha hivyo hivyo. Leo hii tumejionea, tumepanda miti yetu ile ya mivinje na ndani, kwa kweli ni miti ambayo inaleta haiba nzuri ni waombe sana wahusika watakaowepo katika eneo hili waisimamie miti ile na waitunze, na kwa wale wananchi ambao wanapita njia hii, basi na wao wanahitajika kuitunza miti ile, isi leo hii mti umesha na wili unauona unaenda kuukata ili uende ukafanyie jambo lingine. Ni waombe sana, ndugu wananchi, tulinde mazingira yetu, ili tuweze kuwata haiba yetu iendelee.